Kuna watu wanaamka kila siku wakiwa na ndoto kubwa, wanataka mafanikio, wanataka pesa, wanataka heshima, lakini wachache sana wanajua kwamba maisha hayaendi kwa ndoto pekee, yanasogea kwa usimamizi wa nguzo tatu kuu: maarifa, muda na pesa. Kama hujui kutumia hizi nguzo tatu, sasa nina habari njema. Kaa kwa kutulia, usiscroll kwenda popote Jifunze kwanza, na pia ukiweza kuzidhibiti, zinaweza kukufungulia milango ambayo wengi hufikiri ni ya waliozaliwa na bahati. Maarifa, nguvu isiyoonekana inayounda dunia. Maarifa ni chanzo cha kila mafanikio. Watu wote waliotengeneza historia walianza kwa kitu kimoja, kujua kitu ambacho wengine hawakijui. Fikiria watu kama Elon Musk. Aliyejifunza uhandisi, fizikia na teknolojia kwa bidii isiyo ya kawaida. Maarifa hayo yakamfanya kuanzisha kampuni kama Tesla na SpaceX. Steve Jobs ambaye hakuwa tajiri alipoanza, lakini maarifa yake ya kiubunifu na uelewa watu ulizaa Apple, kampuni yenye thamani ya zaidi ya trilioni moja za dola leo. Hata Nelson Mandela hakuwa tajiri kwa pesa bali alikuwa tajiri kwa maarifa ya uongozi, busara na utu, maarifa yaliyompa nguvu zaidi ya silaha. Mfano wa kawaida katika maisha ya halisia, mtu anayejua kutumia kompyuta vizuri au kujua lugha ya programming au ujuzi wa mauzo anaweza kuanza bila mtaji wowote, lakini akaanza kuuza huduma zake mtandaoni na kutengeneza kipato kikubwa. kwa hiyo maarifa ni sarafu unayoweza kutumia mahali popote duniani. Ni kama pasipoti ya fursa. Haijali uko wapi, una rangi gani, au umetoka familia gani? Siri kubwa: maarifa hayapatikani kwa bahati, yanapatikana kwa njaa ya kujifunza kila siku. Unaposoma, kujaribu au kuuliza maswali, unaongeza nguvu ambayo pesa haiwezi kununua. Muda, Nguzo ya haki sawa kwa wote. Mungu amewapa wote zawadi moja ya usawa masaa 24 kwa siku. Lakini watu wanayatumia kwa njia tofauti kabisa. Mtu mmoja anaweza kutumia saa sita kuangalia video zisizo na maana na mwingine anazitumia saa hizo kusoma kujenga biashara au kufanya mazoezi. Mfano halisi, Cristiano Ronaldo mchezaji bora wa mpira duniani, hajafika hapo kwa bahati. Kila siku anapanga muda wake: mazoezi, lishe, usingizi, mapumziko. Anaishi kwa nidhamu ya muda, ndiyo maana miaka zaidi ya ishirini kwenye soka bado yuko kileleni. Alijua muda ni silaha, si adui. Bill Gates alipokuwa chuo kikuu, alitumia usiku mwingi kujifunza program wakati wengine wamelala yeye alikuwa akiandika misururu ya nambari kwenye kompyuta. Miaka michache baadaye maarifa yale na muda aliyotumia vizuri vilizaa kampuni ya Microsoft. Ukweli mchungu, muda unaisha kila sekunde. Tofauti kati ya waliofanikiwa na wasiofanikiwa si uwezo, bali ni jinsi wanavyotumia muda. Watu wengi husema sina muda, lakini ukweli ni kwamba hawana vipaumbele. Kila dakika unayopoteza kwenye kitu kisicho na maana unauza sehemu ya maisha yako bure. Tumia muda wako kujijenga, si kujiburudisha tu. Wakati utakapokuwa tayari, dunia itakuwa tayari pia. Pesa ni kioo cha maamuzi yako ya nyuma, ni matokeo ya jinsi ulivyotumia udau wako na maarifa yako. Huwezi kuwa na pesa bila kujua kitu cha kufanya nacho. Mfano wa kwanza, Warren Buffett, mmoja wa wawekezaji matajiri zaidi duniani, alianza kwa kuuza soda mlango kwa mlango akiwa mtoto. Akatumia muda wake kujifunza kuhusu uwekezaji, akaanza kusoma vitabu vya masoko ya hisa akiwa na miaka 11 miaka 80 baadaye ni bilionea anayeongoza dunia katika nidhamu ya fedha. Siri yake: maarifa plus muda equals pesa nyingi. Mfano wa pili, Aliko Dangote, tajiri mkubwa Afrika, alitumia muda wake mdogo kujifunza biashara za familia, kisha akaanza kuziboresha. Alijua jinsi ya kutumia kila senti kwa akili. Sasa ni tajiri mkubwa barani, si kwa sababu ya bahati, bali kwa sababu alielewa mzunguko huu wa sarafu tatu. Somo muhimu Pesa haimpendi mjinga. Pesa inapenda nidhamu, uelewa na maarifa. Ikiwa unajua jinsi ya kuitumia vizuri, pesa inakufanyia kazi, lakini ukikosa maarifa na mpangilio wa muda, pesa itakutumia wewe na mwisho utabaki umepoteza zote tatu. Je, nguzo hizi tatu, maarifa, muda na pesa, zina uhusiano gani? Fikiria maisha kama mfumo wa kubadilisha sarafu. Moja, unatumia muda kujifunza maarifa. Mbili, unatumia maarifa kutengeneza pesa. Tatu, unatumia pesa kununua muda zaidi kwa kuajiri watu, kujenga mfumo au kuwekeza. Ukiweza kuendesha mzunguko huu kwa usahihi, unapata kitu kinachoitwa uhuru wa kweli. Uhuru wa kuchagua cha kufanya lini na nanani, bila kulazimishwa na hali. Watu waliodhibiti maarifa, pesa na muda kwa ufanisi. Moja, Elon Musk alianza na maarifa, alijifunza kila kitu mwenyewe kuhusu rockets, magari ya umeme na programu. Akatumia muda wake vizuri, kulala masaa manne tu kwa siku, akitumia masaa mengine kujenga kampuni. Sasa ana pesa za kumruhusu kujaribu kupeleka wanadamu Mars maarifa yake ya kazaa pesa. Pesa yake ya sasa inanunua muda wa ubunifu zaidi. Cristiano Ronaldo anatumia muda wake kwa nidhamu ya hali ya juu, anajifunza jinsi mwili wake unavyofanya kazi maarifa, anapanga muda wake wa mazoezi, muda, na sasa anapata mamilioni kupitia kipaji chake, pesa. Hakufika hapo kwa bahati, bali kwa kudhibiti muda ujuzi na rasilimali tatu. Oprah Winfrey alianza akiwa maskini kabisa, lakini alitumia muda wake kujifunza sanaa ya mawasiliano maarifa. Yake yakamfanya awe mwanamke mwenye ushawishi mkubwa duniani. Sasa pesa inamfanyia kazi, anamiliki vituo, kampuni na majengo, lakini msingi wake ni ule ule: maarifa zaidi muda ni pesa. Na sasa Kabla video hii haijaisha nataka ufikirie kitu kimoja kwa kina. Kila siku unayoamka Mungu anakupa nguzo tatu mpya: maarifa, muda na nafasi ya kutengeleza pesa. Swali ni moja tu, utazitumiaje leo? Kwa sababu muda unaopita hautarudi, maarifa usiyoyatumia hupotea, na pesa usiyoitumia kwa hikma inakusaliti. Maisha yako ya kesho hayatajengwa na kile unachotamani, bali na namna unavyotumia sarafu zako leo. Kila dakika unayopoteza ni sehemu ya maisha yako inayouzwa bure kabisa, lakini kila dakika unayowekeza kwenye kujifunza, kuboresha akili yako na kuchukua hatua ni kama kupanda mbegu ya utajiri, uhuru na heshima ya kesho. Kwa hiyo Acha kulalamika juu ya muda uliopotea. Anza leo kujenga maisha yako upya. Anza kwa kujifunza zaidi, kupanga muda wako vizuri na kutumia kila senti kwa akili kama askari anayelinda taifa lake. Ukijifunza kudhibiti maarifa yako, muda wako na pesa zako, utakuwa umeanza safari ya kweli ya mafanikio. Si kwa bahati, bali kwa kanuni. Tukutane katika video inayofuata ya mafunzo na ukuaji. Goodbye.